Na mtayari Mheshimiwa Rais Tanzania, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameshateremka na kama tulivyosema, uh, zoezi la kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwake linaambatana na upandaji wa miti nchi nzima 27 ya kijani na mti wa mama. Haya, kila mmoja katika eneo lake, tujiandae sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ndio hivyo anapanda mti wake, na huu ni mti aina ya mwembe. Naomba tutoe nafasi, ndugu zangu, tutoe nafasi, turudi nyuma. Wale ambao hatuhusiki abaki Mheshimiwa Rais peke yake hapo, wengine turudi nyuma ili tuweze kupata picha nzuri. Nawaomba kwa heshima na taadhima, wengine turudi nyuma, tutoe nafasi. Mheshimiwa Rais amepanda mti na ashaumwagilia. Hebu <tipos> <tipos> tunaomba utulivu, vijana wa hamasa, tutulie, tutulie kule, tuache, tuache, tutulie. Mheshimiwa Rais, sijambo. Shukrani mheshimiwa, karibu. Salama salama, mheshimiwa. Hongera sana kwa kumbukizi ya kuzaliwa. Oh, mheshimiwa, ushiriki wako katika kupanda miti umeipa thamani sana. tarehe 27 Januari 27 ya kijani, kwa namna gani unadhani hii inaweza ikawa, uh, ni endelevu kwa miaka ya mbele? Labda kwanza ni ni washukuru waliowaza ni kweli kwamba uh, mimi nilianza uh, programu ya kupanda miti, lakini walioipa umaarufu na kuitangaza zaidi ni nyinyi TBC, na mkaja na lile wazo la ishirini na saba ya kijani. Kwa hiyo kila tarehe ishirini na saba ya kila mwezi watu wanapanda miti. Sasa nami nikaona kwa sababu mmeanza niiendeleze. Na ni imani yangu kwamba TBC mtaendelea na taifa zima litaendelea na kampeni hii. Sababu ni kampeni muhimu sana kwa maisha yetu kama taifa. Mheshimiwa umekuwa nguzo muhimu katika utunzaji wa mazingira barani Afrika hata kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hmm. Unaionaje hali ya mazingira kwa sasa? Um, ukweli niseme kuna mabadiliko. Tulikuwa tunalia na hali ya katika maeneo hasa Shinyanga na maeneo ya aina hiyo, lakini hata Dodoma na ukanda wa kati, Dodoma kuelekea Kiteto kwenda Manyara, tulikuwa tunalia na hali ya jangwa, lakini upandaji wa miti wote ni mashahidi kwamba Dodoma sasa inakwenda kwa Dodoma ya kijani, ile kampeni ya kila mtu akijenga awe na miti miwili, lakini kupanda miti ile kwa ujumla kama tunavyofanya. Uh, ile Dodoma ya vumbi kwenye hewa sasa hivi haipo. Uh, kwa hiyo kuna mabadiliko kwa kiasi fulani, kuna mabadiliko na tunapata changamoto za uh, kupata mvua, vipindi vimebadilika nani, lakini jinsi tunavyopanda miti mingi, hiyo hali inakwenda kujirekebisha. Kwa hiyo kuna mabadiliko kiasi fulani, na niwaambie Watanzania tuendelee Sababu kupanda miti mbali ya kurekebisha mazingira, lakini sadaka zetu zinazoendelea. Kama leo nimepanda mwembe, vizazi na vizazi watakuja kula matunda yale pale. Kwa kila mtu akipanda miti ya vivuli, miti ya matunda, miti mingine ya mbao itatusaidia ndani ya nchi. Shukrani sana, Mheshimiwa Rais. Asante sana. Asante. Asante sana. Haya, vijana. Lakini turudishe mazingira ili mazingira yarudi kwenye hali yake na yaendelee kutupendelea. Ndugu zangu, kupanda miti na nimechagua jambo hili ili kutimiza wajibu wangu kama Mtanzania na kama binadamu ninayewajibika kuitunza na kuhifadhi sayari yetu ya dunia tuliyokabidhiwa na Mwenyezi Mungu, lakini vile vile kuacha urithi kwa vizazi vinavyokuja. Sisi tulirithi uoto wa asili mwingi sana tulirithi uh, nchi yetu ikiwa haijaharibiwa kiasi hiki. Tulirithi miti mingi ya matunda iliyopandwa mashambani na ile inayojiotea tu maporini, lakini leo mtoto wetu akitaka kula pera lazima aende akalinunue sokoni. Sisi tukua tunapita, tuko msituni na tunakula mapera aina yote tunayoyataka, tunaingia mpaka mashambani kwa watu, tunachuma bila kuomba tunachuma kisha tunakimbia zetu, lakini miti hiyo ilikuwepo. Sasa miti imepotea, ni wajibu wetu kurudisha uoto wa asili, kurudisha miti ya asili ya nchi yetu, ili kuleta urithi kwa watoto wetu. Nitumie nafasi hii vile vile kuwapongeza Watanzania wote waliozaliwa tarehe na mwezi kama wa leo, najua wapo wengi, mimi na wenzangu wengi sana wa mwaka mmoja na miaka iliyofuatia, wengi sana. Na niwasihi tuungane pamoja katika zoezi hili muhimu la kuhuisha uhai na mustakabali wa mazingira yetu. Ndugu wananchi, zoezi hili tulilotekeleza leo, ni wajibu wetu sote kutunza mazingira ya nchi yetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kwa msingi huo, ninaungana na kauli mbiu ya tukio hili inayosema, uzalendo ni kutunza mazingira, shiriki kupanda miti. Na niwapongeze wote tulioko hapa katika kupanda miti, lakini kabla sikuja hapa, nilikuwa naangalia TBC, naona mikoa mbalimbali nchini, wilaya mbalimbali mbali, zinaendelea na zoezi hili leo 27 ya kijani. Ndugu zangu, mabadiliko ya tabia ya nchi si hadithi wala maneno ya nadharia ni uhalisia tunaouona na kuishi nao. Nchi zote duniani zinakabiliwa na athari za mabadiliko ya tabianchi, kama vile ongezeko la ukame, mvua zisizotabirika, mafuriko makubwa, kuongezeka kwa kiwango cha joto na kuongezeka kwa ki, na kina cha bahari. Kwa nchi yetu Tanzania, athari hizi zinagusa moja kwa moja maisha ya wananchi na ustawi wa taifa kwa ujumla ikiwemo kadhia ya kukosekana maji safi na salama, lakini pia uchache katika uzalishaji wa chakula na pia inaathiri afya ya mwanadamu. Upandaji wa miti ni moja kati ya njia mahsusi za kukabiliana na athari hizi, lakini pia mti unaopanda leo na kutunza leo utaleta mvua siku zijazo Utaifanya ardhi iwe salama kwa uzalishaji wa chakula, itahifadhi vyanzo vya maji na kufanya nchi iwe na maji ya kutosha. Lakini pia ni ustawi wa wananchi wa wanaokuja mbele yetu, wa vizazi vinavyokuja mbele yetu.